Ya yeah, ah, yeah. Unaniletea usta pigo zako za kishamba, hauna swaga wezina chana na kwazima pamba kwenye media huo na tamba, umeongeza na kusanda kusonga. Oh, nimesau na kujamba nyimbo zote hauna content zaidi ya kuchamba, nusu kenge kuwa kenge yana wezi kuwa mamba. Nilitangulia kusema yakili kama hekta ya shamba, na gawalecha ndani ya chuo la wajanja nakuwa bizi kutengeza ideas zenye content hafifu bizi kutafuta followers bo game, blue tick tuwasifu si tupo bizi kutengeza content zenye idea zake mnazisifu ni ukweli nusu kejeli mnazotoa ndio zinajirisha mlivyodhaifu hata msipo tusifu uwezo wetu na tusifu tatizo ni kuwa munafuu wetu kiwasifu na hata ni kifo leo kesho na watumu mwya ndike tawasifu ah na act movies za Kichina zinaonyesha chenga ngumi nyingi je, white damu inamwagika mwagika na voshenga tricks skills kawa nyama na voshenga underground tumeshikilia nguzo mulizo jenga techniques za 1 2 miba msiba kali kila mida mindo yule wa kutengwa nime harvest book versus kuntu historic mode kama maktaba za Timbuktu enzi za jahilia mwana nazama vitani Kiarabu bindoni stanza mimi ndio walionitabiri mababu ah. Yeah. Send peace to kala moto huku tunaishi peace, prime time, jua kali. Mimi ni mbishi sio kitoto, mimi ni mbishi sio kitoto, so nawasha moto, freestyle za mtaani, freestyle za maskani, sina time ya mjani, nipo tu nipo na time ya kuthink vitu vinavyotoka kichwani. ah. Yeah.